Kwa hivyo ulisema utanipigia, na ujanipigia simu kabisa. Napika nitakupigia, nikasubiri, kumekucha. Nakuuliza unasema bando ilikuwa zimeisha, kredit ilikuwa sina. Kwa hivyo unapotaka kuongea na mimi ndo credit zimeisha, ama siku hizi mmenunua simu kwamba mupime nazo watu akili. Kama huwezi simu mwachane na simu tu, kwa sababu sasa mnatuchokesha, mnatuchokesha kabisa. Mara simu zenu za mkopo, mara za nini? Sasa hata unashindwa ku, kuelewa mtu unaongea na yeye anakuambia simu itazimwa, sina bundle. Sasa unashindwa vitu zote hizo. Kwa nini uchukue simu ya mkopo kama huiwezi? kama huwezi usichukue simu ya mkopo. Chana na mnatusumbua sana.